Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu, naitwa Deborah Mwangomo, ni licensed professional counselor associate wa Nevet Counseling Center. Nevet Counseling Center ni kituo cha kutoa ushauri na saha na pia tunatoa elimu ya afya ya akili kwa wasikilizaji wetu mahali popote pale walipo. Karibu sana, usiache kusubscribe, kulike our channel, kutoa comment na pia kushare na watu wengine ili nao wajifunze pamoja na sisi. Asante sana na karibuni sana, leo tunaenda kujifunza kuhusu faida za kuwaona wataalamu wa afya ya akili. Kuna faida kubwa sana ya kuona wataalamu wa afya ya akili, japo wazo hili alikubaliwi na watu wengi. Unapoongelea kuhusu afya ya akili, watu wengi hawaoni kama kuna umuhimu, hawaoni kama yanawahusu kwa hiyo watu wengi wanajitoa. Unakuta mtu anaj anaona kama mambo ayo hayamhusu kwa sababu yeye ni mzima, hana shida ya matatizo ya afya ya akili um, na watu wengi wanafikiria hivyo eidha kwa sababu ya kuto kujua uh, shida za afya ya akili au pia kutokubali au pia ni ile stigma ile, uh, kuonea aibu matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo unakuta mtu hakubali na apendi kabisa kusikia, kwa sababu ni jambo la aibu na pia halistahili hata kuongelewa hata mbele za watu. Na watu wengi wanafikiria kuhusu matatizo ya afya ya akili wamegawanya uh, kwenye namna mbili, eidha mtu ana matatizo ya afya ya akili au hana. Kwa hiyo eidha yuko kwenye zero au yuko kwenye 100 na wanasahau kama matatizo ya afya ya akili yanaweza kuwa kwenye zero. Unaweza kuwa huna au unayo kidogo, kwa kizungu unasema ni mild au unayo moderate, ambayo imeendelea sana, na unaweza kuwa na serious mental illness. Na tunapoongelea kuhusu matatizo ya afya ya akili hapa, ni kwamba tunataka wewe uweze kucontrol ile mild na moderate zisifike kwenye mental illness. Kwa hiyo tunakupa tahadhari ili uweze kushughulikia mapema na usifike kwenye shida kubwa ya matatizo ya afya ya akili. Na afya ya akili ni kitu gani? WHO ambao ni shirika la afya duniani limedefine afya ya akili kama ni ustawi wa kiafya unaokuwezesha kuweza kujitambua, kupambana na stress za kila siku, kufanya kazi vizuri na pia kutoa mchango katika jamii. Kwa hiyo mtu mwenye afya ya akili mzuri ni yule anayeweza kutawala hisia um, anaweza kutawala matendo yake na anaweza akatawala pia fikra zake. Kwa hiyo kinyume chake pia ni ukweli. Kama unashindwa kutawala hisia zako, mfano kama kuna watu wanashindwa kutawala hasira. Hasira ni hisia, hasira zinakutawala wewe mpaka unafanya vitu ambavyo havitakiwi, kwamba hapo una, unaonekana kama labda ndo uko kwenye mild au kwenye moderate. Na kama pia unashindwa kutawala hata upendo tu, kuna watu wengine anapenda mpaka anachokipenda kikosekana yuko tayari hata afya, kwa sababu wamekipenda sana, ndo hapo tunasema labda mtu labda ni changamoto ya afya ya akili au mtu mwingine hata huzuni, uzuri ni jambo la kawaida, tunahisia ya kawaida ambapo mtu ukipoteza kitu lazima uhuzunike. Lakini kama unaona unashindwa kutawala huzuni, unahuzunika mpaka unapitiliza kiasi mpaka unaona bora hata upotee duniani, then hapo tunasema umetawaliwa, na hapo inakuwa ni changamoto imeanza ya matatizo ya akili. Na kama unashindwa kutawala matendo pia kama mfano mahusiano, unashindwa kutawala, unakuwa ni mahusiano yako unashindwa ku aidha kuanzisha au unashindwa kutunza mahusiano, au wewe ni mgomvi kupindukia, unagombana na mjomba na shangazi na anko na majirani na kila wafanya kazi wenzio na kila mtu, then hapo unatakiwa uchunguze, maybe kuna matatizo ambayo yanaendelea, kwa sababu dalili mojawapo ya matatizo ya afya akili ni mtu anavoshindwa kuhusiana na watu. Kwa hiyo kama watu tumezoea tu kuona kama labda mtu ni mkorofi au ni mtu mkali, lakini anaweza kuwa pia na tatizo kubwa, labda ana shi, shida ya mood disorder, labda ana bipolar au labda ana schizophrenia au labda ni psychotic au labda ana shida tu inaitwa anger explosive episode, maybe yuko hivyo. Kwa hiyo inatakiwa tu tunafahamu, uh, kama unashindwa kujicontrol then uweze kuchunguza maybe kuna matatizo mengine makubwa. Na kuna wengine labda tunawalaumu kwa ajili ya addictions, kwa labda kwa nini anatumia madawa ya kulevya, lakini maybe anashindwa kukontrol kwa sababu akili zake haziko sawa sawa. Kwa hiyo anashindwa kujitawala, badala yake hizo tabia na madawa ndio yanamtawala yeye. Kwa hiyo kama unashindwa kutawala hisia, kutawala tabia, kutawala fikra, badala yake zinakutawala wewe, ndio zinakuendesha ufanye vitu then ujui, hapo kuna changamoto ya afya ya akili ambayo imeshaanza, na mtu yoyote anaweza akapata changamoto ya afya ya akili. Mtu yoyote yule, ajarishi rangi, ajarishi cheo, ajarishi Whatever, ni mtu yote anaweza kupata. Kwa sababu, matatizo ya afya ya akili yanasababishwa na mambo mbalimbali, sio kama imani za kule kwetu Afrika ambazo zinasema labda matatizo ya, ya akili mengi labda tu ni labda ni nguvu za giza, labda ni ushirikina au ni uchawi au ni kitu gani. Matatizo ya afya ya akili yanaweza kusababishwa na vyote hivyo lakini pia yanaweza kusababishwa na kama mfano, kuna jeans kama kuna urithi kwenye familia, kuna watu wenye matatizo ya afya ya akili, una chance kubwa sana ya kupata matatizo ya afya ya akili au unakaa kwenye stress za muda mrefu. Sababu nyingine ni stress ambayo, kama stress zimekaa muda mrefu sana, zinabadilisha ubongo, zinabadilisha ubongo unavyofanya kazi. Kwa hiyo zikimodify ubongo vinginevyo, unaweza kupata matatizo ya afya ya akili kama stress zimekaa muda mrefu, stress kubwa za kukusumbua sana. Na pia kama kuna chemical change, zile kemikali kwenye ubongo zimebadilika, um, unaweza kupata matatizo ya afya ya akili. Na kemikali kwenye ubongo zinabadilishwa, labda umepata infection zimeenda zikabadilisha kemikali kwenye ubongo wako au umeugua au ni madawa umetumia, aidha ya hospitali. Kuna mwingine hata katika kutibiwa labda anapata infection, yani anapata matatizo chemical change kwenye brain, anaweza akapata ugonjwa. Au mwingine bangi, madawa ya kulevya yanabadilisha kemikali kwenye, kwenye ubongo. Ndio maana unakuta mtu anaanza kufanya mambo ambayo hayatakiwi ambayo ni kwamba amepata wazimu, amepata kwa sababu kemikali zimebadilika kwenye ubongo. Kwa hiyo kama nilivyosema, ugonjwa, magonjwa ya afya ya akili inaweza kuwa na sababu mbalimbali, sio sababu moja tu ya ushirikina au uchawi au vitu gani, mambo mbe, mambo mbalimbali. Ndio maana inabidi kujicheki mara kwa mara na kuwaona wataalamu wa afya ya akili kwa sababu wanaweza wakaweza kutambua ni sababu gani ambayo inasababisha usumbuliwe na matatizo yanayokusumbua yawe ni mahusiano, addiction, tabia, tuza mbalimbali, unashindwa darasani, unashindwa kuhusiana na watu, yote hiyo unaweza ukasaidiwa uchunguze na uweze kutibiwa. Alafu wataalamu nao wasema wa afya ya akili ni akina nani? Ni watu wote waliosomea au kubobea katika uh, kuelewa na kutibu matatizo ya afya ya akili. Uh, hasa kwa ulimwengu huu wa sasa inatakiwa sana kujua nani ni mtaalamu wa afya ya akili na nani sio mtaalamu wa afya ya akili, kwa sababu siku hizi ni kila mtu anaweza akajiita chochote kile. Hata mtu yote anaweza kusema mii mtaalamu wa afya ya mimi akili, mimi ni counselor, mimi ni psychologist, mii ni nani. Lakini natakiwa kujua kama kuna watu ambao wamesomea kabisa jinsi ya kushughulikia matatizo ya afya ya akili ya kihisia na pia matatizo ya afya ya akili. Sio kila mtu anaweza kushughulikia kwa kitaalamu. Mwingine wanaweza wakashughulikia, lakini sio kwa kitaalamu. Wanaweza wakakupa tu ushauri, lakini sio kuweza kudig deep na kujua chanzo cha matatizo yako na kukupa, uh, tools za kuweza kukop na matatizo yako vizuri. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwaona wataalamu ambao wamesomea kwa hapa Marekani uh, au nchi nyingine za za, za, za, za west za magharibi. Ni kwamba ukimwona therapist. Ukimwona msaikolojia ukimwona kansela ukimwona uh, sakiatris, ukimwona uh, social work au nesi, kuna ule manesi ambao wanashughulika na sakiatris pia, ni wanakusaidia ku, kwa njia ya kitaalamu. Sio mtu yote anaweza kushughulika kwa njia ya kitaalamu, japo wengi wanaweza kukupa ushauri, lakini sio kwa njia ya kitaalamu. Na wanakusaidiaje? Ni kwamba wanakusaidia, wanapima, kwa hiyo na watapima na watatambua matatizo yako. Kuna jinsi walivyojifunza jifunza kupima kwa, uh, wengi tunatumia diagnosis manual ya mental health, ambayo mental health wote, wake up, tunatumia hiyo kuweza kujua kama hii ni changamoto gani. Kwa hiyo wataweza kupima na kuweza kutambua matatizo yako. Alafu pia utaweza kupewa ushauri na saha wa jinsi ya ku, uh, kulingana na matatizo yako kama una matatizo ya kimahusiano utapewa wa kimahusiano. Kama una matatizo ya kutokuelewa utasaidiwa kwa namna ya kitaalamu. una matatizo yoyote ile utasaidiwa kwa namna ya kitaalamu. Psychiatrists pia wanatoa dawa, ni watu mental health workers wengine ambao watakupa dawa za kuweza kutibu, kwa sababu wao wanaruhusiwa kutoa dawa. Kwa hiyo watakupa na dawa kabisa, alafu Uh, mental health wengine wote watakupa pia na elimu ya kujikinga na matatizo mbalimbali, kwa hiyo hata prevention, yani kuzuia, pia utaweza kupata msaada. Kwa hiyo usingoje mpaka una matatizo ndio ukaone mental health worker. Saa nyingine ni muhimu hata kuwatembelea kwa sababu ya prevention, mfano kama unahisi una, una, una kama kuna kitu labda unaweza kuwa unapitia, una wasiwasi kwa labda una shida, kama ni vizuri kwenda kuwaona ili kupata confirmation kwa labda ni ukweli au sio ukweli, na utapewa msaada um, wa kuweza kushauriwa jinsi ya kuzuia matatizo yasiendelee yakaacha kabisa. Alafu pia watakueleesha mambo yanaweza kuwa yamechangiwa kuleta shida, ni kwamba watatafuta source ya problem. Tofauti ya mental health worker na ambao sio mental health worker ni kwamba wengine labda watakuambia tu kwa utapewa tu jibu. Lakini mental health worker pia atatafuta deep source ya problem. Na ndio hiyo itafanyiwa kazi iweze kuisha, na watu wengi wanaenda kwenye counseling pia hawajui chanzo cha ja matatizo yao mtu una, una, unaangalia matawi lakini hujui root yake ni kitu gani. Lakini ukienda kwa mental health professionals watakusaidia ku dig to the root cause of the problem. Kwa hiyo utakushughulikiwa hii root, na ukikata root ni kwamba shida haitaendelea. Alafu pia utakupa mbinu za kutawala za kuweza kukontrol uh, hayo matatizo na kuweza kupambana nayo. Uh, sasa kuna faida kubwa za kuwaona uendi tu kwenda kutibiwa, unaenda pia kwa prevention. Ndio maana kunakuwa pia na primary to counseling ambao zinakupa tu elimu ya kuweza kuishi ndani ya ndoa, au mwingine labda unapata tu, mfano kama una, una, una wagonjwa, unapata education jinsi ya kuweza kuwatunza wagonjwa, kwa sababu mgonjwa mmoja ndani ya nyumba anaweza akakupa stress pia na wewe. Kwa hiyo unapata hata elimu ya kusaidia kuweza kuhandle hiyo changamoto. Alafu pia uzuri wake ni kwamba pia hawatakuhukumu wala kukulaumu kwa matatizo yako, kwa sababu mental health professionals wamesomea hiyo kazi na wanafahamu kama behavior is a language behavior ni language then tabia ni inaonekana nje inaashiria kwamba kuna mambo yanaweza kuwa kuna mambo makubwa zaidi yanayoendelea ndani. Tabia inaonekana kwa nje, lakini inawezekana katika hiyo tabia kuna mambo mengine mengi yanayoendelea ndani, ambayo labda wewe hujatambua au watu wengine ambao hawajasomea hiyo field, labda pia hawajatambua. Kwa hiyo mental health worker hawezi kukulaumu kwa tabia yote unaofanya au hisia zote unazohisi, kwa sababu anajua inawezekana hizo hisia au tabia au fikra ni lugha inayokuambia kuna something kitu kingine kikubwa zaidi ambacho kinaendelea ndani yako, na ndio hicho ambacho wataalamu wa afya akili watakishughulikia. Alafu pia watakutriti kwa heshima, watakuhudumia kwa heshima, kwa kukuhurumia, kwa uelewa wa hali ya juu. Hawatarukaruka tena mambo yako au kuanza kukonkludi tu, kuanza kusema labda ni hivyo. Watakuelewa kwa hali ya juu na kuweza kukutriti inavyotakiwa kwa heshima na kwa kukuelewa. Alafu pia uh, utatutiwa pia kwa usiri wa hali ya juu. Confidentiality ni mojawapo kwamba tnalaao kwa heshima the the cool, na kwa confidentiality ya hali ya juu, ambapo labda ukienda kutibiwa kwa watu wengine wa nje ambao sio wajasomea Sio ajabu ukienda kujielezea mambo yako utayakuta sehemu nyingine, lakini kienda kwa mental health worker ambaye um, ni mtaalamu amesomea, anajua jinsi ya kutunza siri za watu, kwa sababu pia kwa nchi nyingine pia ni sheria, na ukivunja kama mental health yako umevunja hiyo sheria pia unaweza ukaenda jela, unaweza ukalipa fine, unaweza ukanyang'anywa hata leseni ya kupractice. Alafu lengo la kwenda kwa mental health wake, lengo la kukusaidia na kukutreat kwa heshima na kwa vitu vyote, kwamba ni kwa ajili ya kukusaidia wewe na hiyo shida, na shida, kwa hiyo utaeleweka vizuri. Kwa hiyo natoa wito kwa wasikilizaji wangu na wengine wote kwamba kama unahisi una matatizo ya kihisia, kiakili, kimahusiano, au hujielewi vizuri au una wasiwasi kuwa labda una matatizo ya afya ya akili, usisite au usiendelee kuwa na wasiwasi mpaka ukangoja matatizo yamezidi kuwa makubwa, kwa sababu watu wenye mental health issues sio kwamba wajitambui, wanajitambua na wanajua, wanaona chenji. Wewe ni mtaalamu wa, ni expert wa mwili wako ni expert wa mawazo yako. Kwa hiyo ukibadilika wewe mwenyewe utakuwa wa kwanza kujitambua au watu wa karibu yako wanaweza kwa kutambua kwa kuambia. Kwa hiyo kama umeambiwa au umejitambua mwenyewe kama inawezekana una shida, take it seriously. Na unaweza kwenda kufanya uchunguzi, kwa sababu usione aibu kwa labda nitaonekana, labda ni mambo ya uchawi kwetu au na mambo gani. Kama nilivyosema, kwa shida za afya za akili zinasababishwa na mambo mengi tu ikiwemo stress, kemikali kwenye ubongo na mambo mengine mengi tu ambayo yanaweza kukusumbua alafu pia Uh, usisite kuona wataalam. Alafu magonjwa ya akili yanaweza kutibika, mengi tu yanatibika na yanaweza kupona, au pia yanaweza kuzuilika. Kwa hiyo ni vizuri sana kwenda kuona wataalamu wa afya ya akili kwa sababu watakusaidia vizuri. Alafu usingojee mpaka matatizo yamefika mbali, au usifiche wagonjwa ndani. Kuna watu wengine pia wanawaficha, kugundua mtu ana shida, watoto wana shida ya afya ya akili, utaficha, unaona aibu. Usionee aibu, magonjwa yanapona, yapo na yanapona kama magonjwa mengine yoyote Wanasema mficha maradhi kifo kitamumbua. Usingoje mpaka umepata shida imefika mbali, nenda kaoni wataalamu wakati mambo ndo yameanza, watakusaidia. Kuna therapy, kuna counseling pia, kuna madawa ambayo yanaweza katuliza matatizo yote ambayo yametokea afya ya akili. Kwa hiyo achana na tabia ya kuonea haya matatizo ya afya ya akili, tafuta matibabu upone, utakuwa mzima na utaendelea vizuri. Asanteni wote sana kwa kunisikiliza, na kama umependa hii content, usiache kusubscribe na pia usiache kushare na watu wengine, ili nao waendelee